Okay. Watoto wa sichana wako delicate. Wasasi wako waangalifu. Wakati wa holiday kama hii, usialau tu mtoto na na na hata maisha ya mtoto yanaharibika. Tuchunge watoto kama wazazi. Eh, upande wa masomo mimi nasema wazazi wajipange. Hata kama tutakuwa na pesa na kila kitu, mzazi pia lazima utoe kitu kidogo kwa mtoto wako asikie ulimsaidia.

Sasa bila wana pesa nikaamua nifanye tu free avime wajue shida yao natokea wapi, kwa sababu ya ukame watu hawana kitu kwa mfuko, na hivyo ndio nime decide nisaidie watu wapate medical cover, medical medical free bila kutoa kitu chochote e, kwa sababu hata MCA wenyewe wetu wako siwezi nikasema achafanya, lakini sijasikia amefanya ndio nimeamua mimi nilete na nikuje na hii mbinu, watu wapate kusaidika, wale wachiwesi kwaheria.